Mabadiliko serikalini yaliyofanywa hivi majuzi na kumpa nafasi aliyekuwa waziri wa mazingira Aden Duale kuongoza wizara ya afya yameibua hisia mseto, muungano wa madaktari nchini KMPDU ukionyesha kutokuwa na imani iwapo Duale atafanikiwa kuiongoza wizara husika. You know, Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, katibu mkuu wa muungano huo Davji Atela amebaini kuwa wahudumu wa afya walikuwa na wakati mgumu kufanya kazi na waziri wa hapo awali Susan Nakhumicha kwa kuwa hakuelewa mambo muhimu katika sekta ya afya, swala sawia na waziri Duale ambaye ni mwanasiasa na hana ujuzi unaohitajika kufanya kazi na wahudumu wa afya. if you look back to

In Atela akitoa onyo kwa waziri Duale kutopenyeza siasa katika wizara ya afya, akiweka wazi kuwa hawatachoka kupigania haki zao zaidi akimtaka waziri Duale kuangazia utendakazi wa bima ya SHA badala ya kuendeleza siasa kama wanavyofanya baadhi ya viongozi nchini.

Muungano huo umetishia kuandaa mgomo iwapo serikali itasitisha mishahara kwa madaktari wanagenzi, huku wakishinikiza serikali kulipa malimbikizi ya mishahara kama ilivyoahidi. If government, that is the Ministry of Health, in any way tries to touch the wages of interns, they do not be business as usual. We will treat that as a strike notice. We have reiterated that we made agreement last year on the issues of CBAs. They promised that they promise that they'll pay arrears, the balance of arrears this year, July, that they will also implement it in the pay slips. James Mwangi, Undugu TV.